Niaje man. Beshi man. Ah, njo ni kupe mchongo man. Sawa man. Ah, sasa mwana wangu. Uh-huh. Nimetoka zangu hivi hapa. Huko hivi? Eh. Sawa. Sasa leo ni mwendo wa ubwa. Wa ubwa, wa ubwa. Wa ubwa ubwa. Eh. Nani kaoa huyo? Nasikia kwamba sio kuoa. Eh. Nasikia yule bibi wa kule mbele amefariki. Yule bibi yule. Eh. Amefariki. Leo mwendo wa wali. <laughs> Maskini ya Mungu. Kwa pale unategemea wali pale. Pale. Eh, pale ubwabwa mwingi. Pale nakwambia uhakika. Sawa? We siku na michango. Sikiliza. Pale tunaona. Unaona vizuri nikwambie. Yeye mwenyewe kwenye msiba wa John yule Kirende uh -huh. Hajawahi kutoa mchango. Huyu nani huyu, huyu Simoni nani hii Simoni Mheranya huyu uh -huh. Aliyefariki hajawahi kutoa mchango. Kuna adera mwingine sasa, yule mbibi yule ambaye amefariki majuzi, hajatoa mchango. Unategemea ule ukoo utamtolea mchango? Kwa hiyo unamaanisha, usipotoa mchango msibani, hawakuchangia yani ambavyo hushirikiani na wengine, ambavyo hushirikiani na wengine, na wewe siku ukikupikia ndugu yangu, wanakutenga wari. Wari. Naenda. Nenda <laughs> tatizo ta lenu tunawajua, kwenye michango hamtoi, lakini kunyemelea wali msibani <laughs> e?